Kwenye uzinduzi wa kampeni za mama Samia pale Kawe hata mimi nilikuepo. E, alituambia swala la afya kwamba ndani ya siku mia kutakuwa hamna tena kuzuia e, watu waliofiwa na wapendwa wao kuzuia miili kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Hilo tumelishuhudia kwa macho, na hata jana sisi hapa watu wa kata ya Buyuni tumefiwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mtaa wa Kigezi Chini kwenye tawi la Kigezi Chini, lakini hatukupata changamoto yoyote, pamoja na kwamba wamemaliza hospitali mwezi mzima. Zamani ukikaa wiki nzima kutoka pale milioni tatu milioni nne tano na kuendelea, lakini sasa hivi sikusikia, pamoja na kwamba sikuingia kwenye kamati ya mazishi moja kwa moja, lakini kulingana na uwezo tuliokuwa nao, na mwili umetoka kule bila matatizo yoyote, sikusikia tuna deni lolote. Kwa hiyo hilo, e, kwanza tumeanza kuliona kwa macho. Lakini alizungumzia swala la vikundi vya kina mama hapa tunavyozungumza mtendaji wangu yuko mtaani kuhakikisha anakagua vikundi vyote vikivi e, e, vile vigezo vinaenda kupata pesa, lakini huo mchakato umeendelea kwa wale watu ambao walikuwa kama wamekwama. Sasa hivi wote wako kwenye mchakato wa mwisho kupokea pesa. Hilo la hilo ni la pili, lakini la tatu kuhusu elimu mimi hapa mtaani kwangu ishakuja milioni mia moja na ishirini na madarasa yako mwishoni kukamilika, ndani ya siku hizi mia moja na tumepewa madarasa matano na matundu kumi ya vyoo. Hapa tunavyozungumza mafundi wako saiti wanapaua yeah. Kwa hiyo ukizungumzia siku mia moja za mama a muda huu ambao wamekaa kwa kweli eh, kwa wale wenye macho tutoe wale ambao kidogo hata wakiona hawaoni, lakini kwa wale ambao wana macho ya kutizama wanajua ya ya Nama, ndani ya siku mia moja kuna mambo makubwa yamefanyika, lakini sekondari vyumba vimekarabatiwa na sasa hivi ndani ya Nyeburu tunavyozungumza tuna kidato cha tano na cha sita, wameanza mwaka huu kwa hiyo unaona, kuna mambo mengi yamefanyika, lakini hata na ufundishaji nao mtaala umebadilika. Kwa hiyo unaona kabisa watu wako wanapambana kuhakikisha mpaka ishirini na saba tunaanza kutoa watu darasa la tano la sita ndo wanamaliza, eh, eh, wanamaliza kama wale wa darasa la saba lakini vile vile ndani ya siku mia moja hizi amesema uh, kumaliza kumaliza form 4 ni swala la lazima kama ilivyokuwa kumaliza darasa la saba, yaani kwamba kila mtoto atakayeingia darasa la awali shule ya msingi ni mpaka form 4 bila kusimama. Kwa hiyo eh, tunamshukuru sana mama na amekuwa na vision kubwa kuhusu hii nchi, na ukimsikiliza unaona kabisa kwamba ana malengo mazuri na nchi yetu ayo ni swala la kumpa moyo na kumuunga mkono wale watu ambao wa tunamsaidia, basi tumsaidie kwa kwa, kwa, kwa moyo kama yeye anaoonesha. ya hilo, yeah, swali zuri ndugu mwandishi. Tija kwanza ni kubwa sana, kwa sababu yale machimbo yanakusanya vijana wengi, wako vijana almost 150 au mia mbili ambao wanapata riziki kutoka kwenye hayo machimbo kwa hiyo mbali ya mambo yote lakini e, stability ya mtaa wa Nyeburu inatokana na usalama. Sasa usalama lazima watu wawe na kazi za kufanya, basi hivyo mambo yatakuwa magumu kuzuia watu wenye njaa. Kwa hiyo e, yale machimbo faida yake kubwa ndio hiyo, lakini faida ya pili, kuna ushuru wanalipa kwenye manispaa, hasa kanda namba, namba saba. Sisi tuko namba saba wanakosi kule wanakata, kila gari likipita ni lazima lilipe ushuru. Kwa hiyo na kuna wakati mwingine wanakuwa wana, kuna sehemu wana, wana matengenezo makubwa wanachukua vikosi mpaka usiku kucha, wanakata vibali. Kwa hiyo hayo yote ni mapato yanaingia serikalini. Kwa hiyo mbali ya kutoa ajira kwa vijana wa mtaa huu na mitaa mingine ambayo ni jirani lakini pia wanaingiza mapato serikalini.